Asilimia kubwa ya watu wengi wanamwomba Mungu awape fedha, awape hela, ila kuna vitu kadhaa ambavyo amwombi Mungu. Awape hela ni matokeo ya kitu tulichokifanya, iwe biashara, iwe kazi. Ni matokeo baada ya kufanya kazi ndo nalipwa mshahara, baada ya kufanya biashara mteja kuja kukupa hela ndo napata faida. So inabidi tumwombe Mungu vitu kadhaa. Cha kwanza, inabidi tumwombe Mungu atupe nguvu. Cha pili, inabidi tumwombe Mungu atupe uvumilivu. Cha tatu nabidi tumwombe Mungu atupe tuweze kuaminika, kwa sababu hela inaendana na uaminifu. Hela inaendana na nguvu ya kiafya. Hela inaendana na juhudi, uvumilivu. So ukiweza kumwomba Mungu akupe uvumilivu katika hii dunia, akupe afya sahihi, akupe nguvu ya kupambana, akupe uwezo wa kuweza kusimamia katika malengo yako au plani zako, lazima utafanikiwa. Lakini tunamuomba Mungu hela, atumwombi vitu vya muhimu, kwa sababu unaweza unamwomba Mungu hela, unaumwa. So utafanyaje? Yani, utatumia njia gani ili uweze kuingiza hela? Kwa sababu hela ni material things, sio kitu cha kiroho. Ili ukipate inabidi ufanye kitu ili upate, ufanye mauzo, utembee, utoke sehemu moja uende sehemu nyingine, ukatafute mteja. John King.